Papa Leo wa 14 alizaliwa Septemba 14 mwaka 1955 huko Chicago nchini Marekani na wazazi wake wakaamua kumwita Robert Francis Prevost. Baba yake Louis Prevost na mama yake Mildred Martinez walikuwa na watoto watatu, ambapo wote wanaume wakiwemo kaka zake wawili walioitwa Louis na John. Makuzi yake ameyapata katika parokia ya Mtakatifu Mary ambapo elimu ya msingi alisoma katika shule ya seminari ya Mtakatifu Augustin huko Michigan. Mwaka 1977 alihitimu shahada ya sayansi ya hisabati katika chuo kikuu cha Villanova na ilipofika mwaka 1982 akapata shahada ya uzamili katika Divinia kutoka chuo cha theolojia. Hakukomea hapo bali miaka mitano baadaye akahitimu shahada ya uzamivu katika sheria ya kanisa. Na wakati wote huo amekuwa chini ya shirika la Mtakatifu Augustine ndani ya kanisa. Alipata upadirisho Juni 19 mwaka 1982 kabla ya Desemba 12 ya mwaka 2014 skofu na ilipofika Septemba 30 ya mwaka 2023, akateuliwa kuwa kadinari. Kabla ya kufikia upapa, ameshahudumu kwenye nafasi mbalimbali katika mataifa ya Marekani pamoja na Peru, ikiwemo kuwa mkuu wa jumuiya na mkurugenzi wa malezi ndani ya shirika la Augustine alianza kutumikia mwaka 1999 na kupanda hadi kufikia kuwa mkuu wa shirika hilo kuanzia mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili kumi na tatu kwa miula miwili. Utumishi wake nchini Peru ulianzia mwaka elfu mbili kumi na nne alipokuwa msimamizi wa kitume katika jimbo la Chiklayo kabla ya baadaye kuwa askofu wa jimbo hilo hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kuanzia mwaka 2023 amekuwa rais wa tume ya kipapa kwa ajili ya Amerika Kusini hadi hapo jana alipochaguliwa kuwa Papa wa 267. Amechaguliwa akiwa na umri wa miaka 69, na ndipo na anakuwa Papa Leon wa 14 na na hii ni mara baada ya kuchagua jina hilo kufuatia uchaguzi uliomuweka madarakani na tayari meshaanza majukumu ya kuongoza waamini wa kanisa Katoliki duniani kote. Mmoja kati ya vitu vya kumbukumbu kwake ni kukutana na mapapa watatu wa mwisho, ambapo alikutana na papa John Paul wa pili, papa Benedikt wa 16 pamoja na papa Francis.